Tunataka tuanzishe programu maalum ya kuwezesha wawekezaji vijana kubuni na kuanzisha uwekezaji wa viwanda nchini. Tunataka vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi wapewe fursa na maeneo wakawekeze kwenye viwanda na programu itahusisha mafunzo uwezeshaji wa kupewa ardhi, na ndio maana tumemteua moja wa wajumbe wa, wa bodi nimemteua makusudi kamishina wa ardhi, hasa ni kamishina. Tunataka vijana, na kumbuka, nitumia message ukashukuru sana kwa kuteuliwa kwa mjumbe wa, wa bodi, hukujua nimekupa mtego, kamishina wa ardhi. Tunataka kamishina wa ardhi sheria inataka inazungumzia kuwa na benki ya ardhi kwa ajili ya uwekezaji katika ardhi, ambayo tutatenga tutatenga ardhi specifically kwa ajili ya vijana wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi, wakabidhiwe ardhi, tutawawezesha wafungue viwanda, wamiliki, waajiri wenzao na kwa kuanzia kwa kuanzia ninatenga maeneo yafuatayo ambayo tunayo, mwenyekiti wa bodi haya ni maeneo ambayo TISEZA inayo, yapo chini yako na yako chini yangu, na ninayatenga haya tunayamiliki, bwana kamishna, maeneo yafuatayo kwa vila vijana. Dodoma ninatenga ekari mia moja katika eneo la Nala maalumu kwa ajili ya kuanzisha kongani ya viwanda itakayomilikiwa na vijana. Inatenga ekari ishirini eneo la kwala kule Pwani, ekari mia moja pale Bunda Mara, ekari mia moja Songea na ekari ishirini Bagamoyo Pwani kwa kuanzia. Programu hii itaendelea na kuzindua Kituo cha Kuwezesha Vijana, na hii ni kabla ya mwisho kwa mwaka huu. Tutawapa vijana mafunzo kwa kazi ya kisasa ni simu. Nimeshawapa haya maeneo, kazi yenu, mtaweke vigezo vilivyo wazi vya kuzingatia haki. Vijana waliomaliza vyuo vikuu, vyuo vikuu vya ufundi waombe, mtawachagua mtawasaidia wasajili kampuni Brela, mtawasaidia kuwaunganisha na mabenki na taasisi za fedha wapate mitaji. Mtawaunganisha na wazoefu masara masasi, mtaongesha wajengewe pale viwanda, wakabidhiwe zile industrial sheds, wamiliki viwanda hivyo, humo wataajiriana wenyewe. Aliyesoma u anasa ataajiriwa hapo, lakini muhimu ni kwamba vimiliki viwanda waweze kuviendesha wao. Kuna ubaya hapa. Tunatarajia katika miaka mitano kumi tuwe na mamilionea wa vijana wetu ambao wametoka katika taasisi zetu za elimu. Tunadhani kwa kufanya hivyo tunaweza tukasaidia kwenye kupanua uh, fursa za ajira. Kwa hiyo ndugu zangu teri na, na mwenyekiti wa bodi, hili jambo mlifanyie kazi, mlisimamie mapema, na nitafurahi sana nilizindue programu hii kabla ya kwenda Christmas mwaka huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano.